Kwa jina naitwa Melina Jonas natokea Igodima. Changamoto yetu huko nyuma ilikuwa ya maji, tulikopa maji ilikuwa ni changamoto sana, tulikopa tunauza viwanja, wateja walikopa wanunui viwanja, kisa maji alikuwa hayapo. Tunamshukuru Mungu, sasa hivi maji yamefika, viwanja vinanunuliwa, watu wamejaa na wanajenga. Tunamshukuru Mungu hadi macho ya maji, maji tuna saizi wa tuna tunatumia tulikwepo atutumii maji ya vyoo vya maji tulikuwa tunatumia vyo vya mabanzi, maji yalikuwa changamoto. Kwa hiyo sasa hivi maji ni mengi, ni mengi, ni mengi mengi sana, tunawashukuru rais. Jina langu naitwa Anna David, ni mkazi wa Igodima ya juu hapa. Mimi ni mgeni mali hapa na nifanya biashara vifaa vya ujenzi. Nilikuwa nikiujumua vifaa vya bomba huwa havitoki, masinki yalikuwa hayatoki kwa sababu maji yalikuwa ni ya shida, lakini sasa hivi maji yalipokuwa yamefika kwa urahisi biashara yangu naifanya kwa urahisi, wateja wanakuja wananunua sinki, wananunua vifaa vya bomba, biashara inatembea. Tunashukuru sana serikali ya Samia Suluhu Hassan pamoja na Tulia kwa kutukumbuka. Mungu awabariki. E, hali ya maji kwa kweli, hapo nyuma, kabla ya mradi wa kisima kukamilika, hali ya maji haikuwa nzuri, lakini baada ya kisima kukamilika, sasa hivi tunaona hali ya maji iko vizuri kwa maana ya kwamba Maji yamesambaa kwenye mitaa yote minne. Asante. Kwa majina, naitwa Shabani Daniel Leonard, ni mkazi wa Igodima ya juu. Kwenye kulikuwa hakuna maji kabisa. Kwa kweli ndugu yangu tumekosana wanawake. Wajane wajane saizi mpaka sasa hizi wapo walioachika na wanaume. Kwa sababu ya kuchelewa mtoni. Akienda mtoni kurudi usiku. Alafu vile vile mwanamke akienda mtoni tunahisi kama kulikuwa kuna mtu mwingine kule. Kwayo, kwa hiyo kwa kweli tumepata tabu sana kuhusu maji, tulikuwa tunafuata mbali mrefu sana na bila kuenda mtoni maji hupati, ilikuwa ya shida, tulikuwa tunakunywa pamoja na vyura umo umo. Kwa ndugu zangu, tunamshukuru rais wetu na mbunge kwa kutupambania maji, kutuletea maji. Kwa majina naitwa Judith Kilembe, mkazi wa kata ya Iganzo, mtaa Igodima. Sisi hapa kwa kweli tumepata shida sana kwa habari ya maji maana yaani maji tuliyokuwa tunayatumia sisi hapa tulikuwa tunashindana na mapunda ama na mang'ombe. Yaani sisi kero yetu kubwa ilikuwa ni shida ya maji, tunaamka usiku usiku kwenda kutafuta maji, lakini tunashukuru wakurugenzi pamoja na yaani tuseme tu ukiujumla, serikali pamoja na Mama Samia Suluhu Hasani kwa kwenda kutuwazia hayo habari hizo za maji, tunashukuru. Wengi wameweza kuingiza maji, hata wale ambao hawajaweza kuingiza hayo maji wapo kwenye harakati za kuingiza maji. Mamlaka yetu ina dhamana ya kutoa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira kwa wananchi wanaoishi katika jiji la Mbeya, lakini pia na mji wa Mbalizi. Katika kutoa huduma za maji safi na usafi wa mazingira tunazingatia malengo ya taifa letu, lakini pia na maelekezo ya ilani ya chama tawala cha CCM ya mwaka 2020 ambayo vyote viwili vinatuelekeza kwamba inapofika mwaka 2025 huduma za maji safi na usafi wa mazingira katika miji yetu ziweze kufikia zaidi ya asilimia 95. Sasa malengo haya hatuwezi kuyafikia kama hatuna maji ambayo ni toshelevu ya kuweza kuwafikishia wananchi na kuweza kuwapatia huduma. Ndiyo maana sisi mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, tunaendelea kutekeleza na kusanifu miradi mipya inayolenga kuongeza uwezo wetu wa kuzalisha maji ili tuhakikishe kwamba inapofika mwaka 2025 basi malengo hayo ya kitaifa yanafikiwa kikamilifu. Katika kufanya hayo, tuna miradi ambayo tumeshaikamilisha katika utekelezaji wake, na hivi karibuni tumetoka kukamilisha miradi miwili: mradi wa maji wa mto Irunga ambao umetuongezea uwezo wa kuzalisha maji kwa lita milioni nane kwa siku, lakini pia tumekamilisha mradi mwingine wa Itagano ambao umetuongezea uwezo wa kuzalisha maji kwa lita milioni mbili kwa siku.